Siku moja katika kijiji kilichozungukwa na misitu yenye maua na mito ya kuvutia, aliishi mdudu mdogo sana aitwaye Chungu Inta. Alikuwa na rangi ya shaba na miguu sita midogo iliyomsaidia kuchimba mashimo na kuhifadhi chakula chake ardhini. Alijulikana kwa bidii na nidhamu yake, lakini alikuwa mdogo kiasi kwamba viumbe wengine wengi hawakumjali. Chungu alipenda kutembea kando ya mto kila asubuhi kutafuta mbegu na vipande vya majani. Lakini siku moja mto ulikuwa umejaa kwa sababu ya mvua kubwa ya usiku. Akiwa makini sana, alikaribia maji lakini ghafla udongo uliteleza chupu, chungu akaanguka mtoni. Alijaribu kuogelea, lakini mawimbi yalikuwa makubwa mno kwake. Alipiga kelele, naomba msaada, naomba msaada, lakini sauti yake ilikuwa ndogo kama mluzi wa upepo. Kwa bahati nzuri, ndege mmoja mzuri aliyeitwa Kidege alikuwa anatua juu ya mti karibu na mto. Alikuwa mweupe kama pamba Mwenye macho makali na moyo wa huruma. Aliposikia kelele ndogo, aliteremka chini kuchunguza. Akapomwona chungu akienda na mkondo wa maji, moyo wake ulimuuma. Bila kusubiri, Kidege aliruka juu ya mto kwa wepesi akachukua kijiti kidogo kwa mdomo wake na akakielekeza kwa chungu. Chungu alikamata kijiti kwa miguu yake midogo, na Kidege akamvuta taratibu hadi ufukweni. Chungu alitoka mtoni akiwa amechoka lakini salama. Aliangalia juu kwa mshangao na kusema, Umenisaidia nikiwa katika hatari kubwa, sijui nitalipaje wema wako kidege. Kidege akatabasamu na kusema, wema hauhitaji malipo rafiki, maisha ni kusaidiana. Siku zilipita, chungu hakuwahi kumsahau kidege. Alitengeneza shimo maalum lenye majani laini na matunda madogo karibu na mti wa kidege, kama zawadi ndogo ya shukrani. Lakini siku moja chungu alimwona mtu mmoja akielekea polepole kwenye mti wa kidege, akiwa amebeba upinde na mshale Alikuwa mwindaji. Bila kusubiri, chungu akakimbia kwa kasi, akapanda mguu wa mwindaji na kumng'ata kwa nguvu kwenye kidole. Haya, mwindaji akapiga yowe, akaacha upinde wake ukaanguka, na kidege akaruka juu haraka, akaepuka mshale uliokuwa karibu kumwangukia. Baada ya tukio hilo, kidege alirudi na kumkumbatia chungu kwa mabawa yake. Umenilinda kama rafiki wa kweli, alisema kwa sauti yenye shukrani. Na tangu siku hiyo, chungu na kidege walikuwa marafiki wa karibu sana.